Mchagueni Shabani Itutu, ndio mwarobaini wa kupata dawa ma hospitalini. Leo leo, jifikirie, sera ya afya inasema mama mjamzito akienda hospitalini na mtoto chini ya miaka mitano, huduma ni bure ya afya. Uongo, kweli? Kwa nini bado sera inasema umtibu mama na mtoto bure, lakini kwa nini mkienda hospitalini naombwa hela? Kwa nini? au mnatibiwa bure? kina mgonjwa mzito, mnatozwa na nyie bado bado mnapigia CCM bado mmewachoka, unganeni na chama cha ADC sawa. Ndugu zangu, nawaomba wajasiria mali wa Kahama, nyinyi ndio waangaikaji. Leo mnafanya biashara hapa, uongo kweli? Unaposhuka mzigo bandarini pale Dar es Salaam, unaposhuka mzigo unatozwa kodi. Mnanielewa vizuri, unatozwa nini? Kodi mzigo huo huo ukienda Kariakoo kwenye maduka ya jumla unatozwa nini? Kodi. Mzigo huo huo ukitoka Kariakoo ukienda kwenye maduka mikoani unatozwa nini? Kodi. Ndugu zangu, mnasalimika, tuchagueni. Tukiingia madarakani, tutazuia kitu kimoja, kuwa na kodi mia, ili wananchi wapate nafuu ya maisha. Ndio maana sisi ADC tumesema tukiingia madarakani, tukiingia madarakani, mfanyabiashara mwenye mtaji wa milioni tano hatutomtoza chochote kwa sababu bado anajitafuta huyu, tunataka tumkuze. Akishakuwa mfanya biashara huyu akaanzia milioni kumi kwenda mbele, ndio tutaanza kumfikiria. Lakini wenzetu leo, kifungua kibanda kile pale, yule mama ameweka pale maji kidogo na vimayai, muulize TRA kama wajafika pale wapo pale, muulize faya kama wako pale, wako pale, muulize namki kama wako pale, wako pale, uulize kama mna hela uchafu wako pale. Ukipiga kodi zote hizo, alipe hilo banda, alipe na hizo kodi zote, huyo mfanyabiashara hawezi kupata kitu. Akilipa kodi ya duka mwaka mmoja, mwaka unaofuata anafunga duka hilo, au kabla ya mwaka anaondoka, kwa sababu mtaji umeishia kwenye kulipa kodi. Tuchagueni watu tunaojua mambo, tukawasaidie. Tuchagueni tutawasaidia, kwa sababu kodi zisizokuwa na huruma ni kodi za manyanyaso. uongo wa kweli, unapoweka mafutozo ya kutumia barabara kwenye mafuta, maana yake ni nini? Mtu anayetumia pawatila kulimia shambani kwake, umemwekea pesa ya kutumia barabara, wakati hatumii barabara. Kuna mtu anatumia hizi wanaita matrekta kwa ajili ya kulima huko kwenye mashamba, unamwekea tozo ya kutumia barabara za lami wakati hatumii. Kuna mtu anatumia mashine ya kusaga na kukoboa, wewe umemwekea tozo ya kutumia barabara wakati anasaga mahindi, anasaga mtama na, na nafaka nyingine. Huu ni uonevu. Mimi nimezunguka zaidi ya nchi ishirini na mbili duniani, zikiwemo zilizoendelea, cha moja ya mafuta bei sawa sawa na mtu anaendesha hii pikipiki Hizi hesabu hazijakaa sawa, tutajenga tu jeti nchi nzima. Maana yake gari kifika kwa mfano hii crown hapa haijalipia sawa sawa na mtu ambaye anaendesha gari ya blomo ambayo inabeba mizigo ile ya hatari na mizito zaidi. Lakini wenzetu wameweka aina moja ya tozo na bei moja, haijalishi unaendesha gari lenye tani mia moja, haijalishi mtu anaendesha bodaboda. Kwa hiyo naomba ndugu zangu, ikifika tarehe 29 mtuchague Mtupigie kura. Nimesikiliza sera nzuri kabisa za mgombea amenigusa katika nyanja mbalimbali hususani mbali. Kwenye nyanja za rasilimali, ukiangalia rasilimali tulizo nazo ni rasilimali ambazo zinajitosheleza. Hata wagonjwa wanapokuwa wako mahospitalini hatutaweza kuwapoteza kwa sababu rasilimali ya kwanza ya nchi ni watu. Kama unavyoona maeneo yetu haya ni kama vile tumesahaulika sana tuko ndani ya jiji lakini kama vile tuko nje ya, ya mji. Lakini sasa kwa uongozi huu tutakaompitisha huyu mheshimiwa, mheshimiwa rais, nadhani atatupeleka kwenye nchi ya ahadi.